Mama mwenye nyumba hiyo amesema ameona moto mkubwa ukiwaka. Naye Nasoro Ali Makame, jirani na nyumba hiyo, amesema wameona moshi mwingi walipokwenda wakaona moto unawaka moshi moshi ni mwingi unaingia ngani kwao, katika kusogea tukaona kama ni nyumba tayari imeungua moto. Ulikuwa ni mkubwa, moshi ulikuwa ni mkubwa, lakini jitihada za vikosi vya uzimamoto zimefika kwa wakati, moto umedhibitiwa, alhamdulillah. Sheha wa shehia ya Mtemani Mrisho Haji ameeleza kusikitishwa kwake na tukio hilo la moto lililoteketeza katika nyumba ya maendeleo Mtemani na kupongeza juhudi za wananchi wa Wete na kikosi cha Zimamoto na Uokozi kwa mashirikiano yaliyofanikisha kuuzima moto huo. Nashukuru kwa matokeo hili, ndugu zangu wa fire wamefika kwa wakati na kuweza kuikabili hilo tukio. Na Mwenyezi Mungu amejalia kwamba wamefanikiwa vizuri sana kuweza kuuzima umoto kwa salama na amani. Kamishna wa kikosi cha Zimamoto na Uokozi Pemba Salama Pandu Makame amethibitisha tukio hilo na kueleza kuwa kikosi chake kilifika kwa haraka na kufanikisha kuuzima kabla haujasambaa katika majengo mengine. Huko au kama ni pia kama ndio itakuwa ni shote ya umeme vile vile, basi tuwe na utaratibu kila baada ya muda angalau kupitia hizi fitting zetu, kwa sababu fitting inawezekana za zamani, lakini sasa hivi matumizi yamekuwa makubwa, kila leo kuna kuja vitu vipya vipya vya kutumia umeme. Kwa hiyo tuwe na taratibu ya kupitia hizi fitting zetu hapa kisiwani Pemba. Mimi ni Suleiman Rashid Omar wa ITV.